Mgombea tuliomweka kwenye nafasi ya uraisi kwanza ni mama mwenzetu. Uongo kweli? Toka hii nchi iumbwe ulishawahi kuona mgombea uraisi mama mwenzetu? Amen. Hii ni mara ya kwanza sindio? Sasa tukampe kura za heshima. Kina mama oye! Safi ndugu zangu, kwa heshima na taadhima, niko mbele yenu nikiomba kura za mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hasan. Mama Samia oyee! Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hasan. heshima na taazima, ninaomba kura kwa mheshimiwa mgombea wa ubunge mpanda mjini, Mheshimiwa Haidari Sundu. Haidari hoyeaidai hoyesiemu hoye. Ndugu zangu kina mama wa Mwamkulu, kwa heshima na taazima ninaomba kura za ndio kwa Mheshimiwa karipikaripi oye. Asanteni sana, Mungu awabariki sana wote na mapendo minimoye na mama oye kubwa iliyotuleta kama ndivyosema, tuzingatie ni maandalizi ya jumla ya mwisho na wanawake na jambo letu katika kuhakikisha kwamba Chama Cha Mapinduzi kinashinda kwa kishindo, kinashinda kwa kishindo. Maanake nini? Kura zote kwa nani? Kwa CCM, CCM. Oyee CCM.